Zoezi la kwanza, unapaswa kuketi kwa starehe kwenye kiti kama hiki. Unapaswa kutazama moja kwa moja na jaribu kulegeza mwili wako. Kuanzisha zoezi la kwanza, unapaswa kuhamisha shingo yako taratibu kuelekea kifuani. Unapaswa kujaribu kugusa kidevu chako kwenye kifua, kisha polepole pole, utazame juu kuelekea kwenye dari. Unapaswa kujaribu kuinua shingo yako juu kadri unavyoweza kwa urahisi, usijaribu kujilazimisha. Vivyo hivyo, songesha shingo yako upande wa kushoto kisha polepole pole, uisogeze upande wa kulia. Unapaswa kufanya marudio kumi ya zoezi hili. Ni muhimu kuelewa kwamba hupaswi kuinamisha shingo yako wakati wa kufanya zoezi hili hivi, au kujaribu kuizungusha shingo yako, kwa sababu hii inaweza kusababisha kizunguzungu kwa baadhi ya wagonjwa. Kwa zoezi la pili, unatakiwa kunyosha shingo yako pembeni hivi kwa kutumia nguvu ya mkono wako. Fanya hili kwa upole. Usitikise shingo yako wala usijaribu kutumia nguvu nyingi. Misuli hii husaidia kunyosha misuli ya trapezius ambayo iko nyuma ya mgongo wako. Sasa kuna mabadiliko ya zoezi hili ambapo unapaswa kuweka mkono mmoja chini ya makalio yako hivi na kwa mkono mwingine ujaribu kuvuta shingo yako kuelekea upande wa pili. Shikilia nafasi hii kwa sekunde tatu hadi tano na uhisi mvutano kwenye misuli ya shingo na bega lako. Unapaswa kufanya hivi pande zote mbili. Harakati hii inapaswa kuwa ya polepole pole sana. Hapapaswi kuwa na mtikisiko wowote wa wala usitumie nguvu nyingi Vinginevyo inaweza kuongeza maumivu yako. Kwa zoezi la tatu, unapaswa kuweka mkono wako hivi, shingo iwe wima kabisa, na kwa mkono wako uweke shinikizo upande wa pili, na kwa shingo yako jaribu kupinga harakati hiyo. Ni muhimu sana kuelewa hapa kwamba shinikizo kwenye shingo haipaswi kuwa nyingi. Mkono unapaswa kutoa shinikizo la kutosha tu ili misuli ya shingo yako ihisi upinzani. Hii husaidia katika kuimarisha misuli ya shingo yako. Fanya kwa pande zote mbili, fanya marudio kumi. Ni muhimu sana kuifanya kutoka mbele pia, ili misuli ya mbele ya shingo iwe na nguvu, na unapaswa kuifanya nyuma pia. Kwa hiyo fanya katika pande zote nne. Sasa kwa zoezi linalofuata, chukua uzito wa kilo moja au kilo mbili na ushike uzito huo kwa mikono yote miwili polepole ukiweka mikono yako ikiwa imenyooka, jaribu kuinua mabega yako juu. Hii inamaanisha unavuta mabega yako juu kuelekea kwenye dari na ushikilie nafasi hii kwa sekunde kumi. Hii itasaidia kuimarisha misuli ya bega lako na shingo inayojulikana kama misuli ya trapezius. hii pia inajulikana kama zoezi la kuinua mabega au zoezi la kuinua misuli ya trapezius. Sasa baada ya kufanya marudio kumi ya zoezi hili, unapaswa polepole pole kujaribu kulegeza mabega yako, kwa kufanya mjongeo huu mpole mara kumi. Kwa zoezi linalofuata, unapaswa kuinua mkono wako juu na kuupeleka nyuma ya shingo yako kama hivi. Sasa inamisha shingo yako chini, na kwa mkono wako mwingine polepole vuta shingo yako kuelekea upande wa pili. Fanya hivyo kwa pande zote mbili. Tafadhali hakikisha utumii nguvu nyingi sana, vinginevyo unaweza kuumiza shingo yako. Fanya marudio kumi ya zoezi hili, kisha jaribu kupumzika. Natumai utapata mazoezi haya kuwa na manufaa. Haya ni mazoezi rahisi ya nyumbani ambayo unaweza kufanya ukiwa nyumbani au hata hotelini. Haya ni mazoezi rahisi yatakuchukua takriban dakika kumi tu, na karibu mazoezi yote unapaswa kufanya marudio kumi na kushikilia nafasi hiyo kwa sekunde kumi. Hata hivyo, kama kuna maumivu au tatizo lolote, ni lazima umwone daktari wako au ushauriane na mtaalamu wa mazoezi ya viungo aliyebobea, na ni baada ya hapo tu ndipo unapaswa kufanya mazoezi haya. Kwa kawaida, watu wote wenye afya njema au wenye maumivu wanaweza kufanya mazoezi haya kwa urahisi sana. Lakini kama kuna ongezeko la maumivu baada ya kufanya mojawapo ya mazoezi haya, basi hakika unapaswa kumwona daktari wako au daktari wako wa upasuaji wa mifupa. Asante.